Karibu tena katika channel ya Movitech Academy. Katika video hii tutaangalia ni jinsi gani unaweza ukaitoa ama ukaexport video yako na kuwa katika ule ubora ambao unautegemea. Huu ni mwendelezo wa mafunzo ya video editing kwa kutumia Adobe Premiere Pro. Jina langu ni Muhammad na hii ni Movitech Academy. Mara nyingi tunafanya export ama tunaitoa video yetu katika Premiere Pro pale ambapo tayari tumeshakamilisha kazi yetu, au pengine unataka kutoa tu kipande kabla ya mradi wako kukamilika, huenda unataka kuonyesha sehemu, ama sababu yoyote ile. Sasa, kabla ya kutoa ama kuexport video yako, kitu cha msingi ambacho unachotakiwa kuzingatia ni kwamba video yako ama ule mradi wako tayari kwa ajili ya ku export na kuna kitu cha msingi cha kuzingatia, ambacho ni kuhakikisha kwamba video yako imeshakuwa rendered, yaani ipo katika mfumo ambao inaweza ikachezwa ama inaweza kutumika vizuri katika vifaa ambavyo vitaenda kutizamiwa. Kwa mfano, ikiwa video umeweka effects mbalimbali mbali, inasababisha kwamba video zako kuwa katika format ambayo kile kifaa cha mwisho inawezekana kwamba haitambui. Sasa itapelekea kwamba video yako kugandaganda au isiweze kucheza kabisa. Sasa utajuaje kwamba video yako tayari kwa ku export ama hii video yako inatakiwa uifanyie rendering? Sasa katika huu mstari wa juu, ambapo hapa unaona kuna rangi ya manjano na huku kuna rangi nyekundu kwa hiyo rangi nyekundu mara zote au mara nyingi sana inakuwa ni ya tahadhari. Kwa hiyo hakikisha kwamba timeline yako hakuna rangi nyekundu hata katika sehemu moja. Kwa hiyo kuna rangi tatu ambazo huwa zinatokezea, kuna rangi nyekundu, na rangi nyekundu inakuwa inaonyesha kwamba video yako inahitaji kufanyiwa rendering. Na kuna rangi manjano, ambapo video ikiwa haina tatizo lolote inakuwa na rangi ya manjano sasa kuna rangi nyingine ambayo ni rangi ya kijani rangi ya kijani itatokezea pale ambapo tayari umeshafanyia rendering sasa ni vipi utafanya rendering kufanya rendering, kuna njia mbili kuu njia ya kwanza utaenda katika sehemu ya sequence halafu utarenda effects in to out kwa hiyo ukibonyeza hapa Adobe Premiere Pro itafanya rendering, na muda wa kurenda inategemea na uwezo wa kompyuta. Kwa hiyo kompyuta ikiwa na uwezo mkubwa itarenda kwa muda mchache kabisa, lakini kompyuta ikiwa haina ile vigezo vya kuweza kufanya kazi za editing inaweza ikachukua muda mkubwa. Tunaona kwamba baada ya kufanya rendering tumetoka katika rangi nyekundu na imekuwa rangi ya kijani sasa. Hapa inaonesha kwamba ule mradi wangu tayari kwa kuexport. Njia nyingine ya kufanya rendering ambayo ni rahisi sana ni kwa kutumia kibodi yako, na hapa utabonyeza batani ya enter. Kwa hiyo ukibonyeza enter itafanya rendering, na ikimalizika kufanyika rendering ile video yako itacheza yenyewe. Mara nyingine tunapokimbia na maisha kila siku tunasahau kutazama uzuri wa dunia unaotuzunguka, mashamba yenye maua yanachanua na kwa rangi zinazong'ara, upepo ukipuliza taratibu juu ya nyasi pana, mawimbi ya bahari yakipiga pwani kwa utulivu, na miti iliyosimama imara ikishuhudia misimu ikipita. Kila mandhari inatufundisha kitu, uvumilivu, amani, na thamani ya muda tulionao. Huu ndio uzuri wa asili ukitukumbusha kwamba kila siku ni nafasi mpya ya na kuona maisha kwa macho mapya. Video yetu imeifikia mwishoni na tayari kwa ku export, wacha tuimalizie sawa. Ku export ni kitu cha msingi sana na hapa ndipo tunapoutoa ule mradi wetu, vile vitu vyote ambavyo tumevihariri ama tumeviedit. Kuna vipande tofauti tofauti, sasa hivi vipande vitakuwa vinawekwa kama kitu kimoja. Na ku export, tutaenda katika sehemu ya file, lakini hakikisha kwamba umechagua ile timeline yako. Kwa hiyo kama upo katika sehemu yoyote, hakikisha umechagua ile timeline, halafu utaenda katika file. Utakuja katika export halafu utabonyeza media ama utabonyeza control ama command m. Baada ya hapo kuna vitu ambavyo unatakiwa uviweke sawa ili uhakikishe kwamba una export ama unaitoa video yako katika format ama muundo ule ambao umeukusudia. Kwa hiyo hii video tumeilenga zaidi kwa ajili ya kuonesha kwa mfano katika mtandao. Sasa tubadilishe vipengele tofauti ili kuhakikisha kazi yetu inatoka katika ule ubora ambao tumeukusudia. Katika sehemu ya kwanza, ambapo hapa utaandika jina la ule mradi wako. Kwa hiyo jina la mradi wetu ni nature video. Kwa hiyo hapa sitobadilisha chochote. Katika sehemu inayofuatia hapa ni sehemu ya msingi, kwa sababu ndipo kazi yako itaenda kukaa baada ya ku export. Kwa hiyo utachagua location ama sehemu ambayo unaenda kusave kazi yako. Kwa hiyo hapa inasoma katika desktop, nature video, sounds. Sasa ili nisije nikaitafuta ikawa siioni itabidi niweke katika sehemu ambapo itakuwa ni rahisi kuiona. Kwa hiyo nitabonyeza katika hii link. Halafu nitaenda kuchagua location ama sehemu ambayo nataka kusave kazi yangu, kwa hiyo nitakuja katika desktop, Alafu nitachagua necha video. Nataka ile video yangu ikae sehemu hii, kwa hiyo nitabonyeza save. Katika preset hapa kwangu mimi imekaa custom, ni kwa sababu ile default setting mimi nimeweza kuibadilisha na kuweka setting ambayo nataka video yangu itoke. Sasa popote pale ambapo ipo, inawezekana iko hapo hii, inawezekana iko hapo hii, kwa mfano tujalie ipo hii sasa utashuka katika sehemu ya format, hakikisha umechagua H264. Kwa hiyo hii ni format ambayo tunatoa mara nyingi katika video ambazo unaziona katika vifaa tofauti tofauti, kwa mfano katika simu, video ambazo unaziona katika YouTube tunakuwa tunatoa katika format ya H264 ama H264. Kwa hiyo kuna format tofauti tofauti inategemea na ule mradi wako unakusudia ukaoneshe sehemu gani. Utashuka chini katika sehemu ya video, hakikisha kwamba imekuwa active. Kwa hiyo ikiwa haipo active maana yake ni kwamba utatoa sauti peke yake. Kwa hiyo katika sehemu ya video, hakikisha imekuwa active. Halafu ukiangalia zaidi utaona kuna vipengele tofauti tofauti. Kwa hiyo ukija katika mo, kama unataka kurenda at maximum depth, lakini hapa unawezekana ule muda wa kurenda ile video yako ukawa mkubwa. Kwa hiyo unaweza ukaweka tick, na use maximum render quality utaweka tick. Lakini ukiweka hivi vipengele inakuwa muda wa ku export unaongezeka, tofauti na hizo tick zikiwa hazipo tutashuka chini halafu utabadilisha katika sehemu ya bitrate encoding, na hapa utaweka VBR 2 pass. Kwa hiyo ukiweka hii maana yake ile video yako ule bora wake utakuwa unaongezeka sawa. So, katika hii target bitrate, kwa mfano hapa tukiangalia project yetu kazi ya mwisho itakuwa ina 98 MB. Sasa ukiwa unaona kwamba kazi yako MB ni nyingi, una uwezo wa kupunguza hii bitrate. lakini ukipunguza bitrate, na ile quality ya video yako inakuwa inapungua. Kwa hiyo MB 98 sio kubwa kwa mradi wangu, kwa hiyo mimi nitaacha hiyo hiyo, lakini ukiongeza, kwa mfano ukipeleka katika hamsini huku unaona kwamba imefika mpaka 318 MB. sasa mimi nitarejesha tu katika 15 Halafu na hii nitairejesha nyuma, kwa hiyo haitakiwi itofautiane sana. Baada ya hapo, utashuka chini, utahakikisha kwamba katika sehemu ya audio pia ipo active, halafu utabonyeza batani ya ku export. Kwa hiyo muda wa ku export pia inategemea na uwezo wa kompyuta. Kwa hiyo kuna kompyuta nyingine kazi kama hii inaweza ikachukua hata masaa, lakini kuna project nyingine inaweza ikachukua hata siku. Kwa hiyo kompyuta yako ndiyo itakayoamua video hii ita export kwa muda gani. Sawa, video imekamilika na tayari kwa kuangalia. Kwa hiyo tukienda katika sehemu ambayo tume export kazi yetu Desktop, nature video hii ndio kazi yetu. Kwa hiyo tuki preview play. Mara nyingine tunapokimbia na maisha ya kila siku tunasahau kutazama uzuri wa dunia unaotuzunguka, mashamba yenye maua yanachanua kwa rangi zinazong'ara, upepo ukipuliza taratibu juu ya nyasi pana, mawimbi ya bahari yakipiga pwani kwa utulivu, na miti iliyosimama imara ikishuhudia misimu ikipita. Kila mandhari inatufundisha kitu: uvumilivu, amani na thamani ya muda tulionao. Huu ndiyo uzuri wa asili ukitukumbusha kwamba kila siku ni nafasi mpya ya kuona maisha kwa macho mapya. Huo ndio mwisho wa mafunzo haya ya video editing kwa kutumia Adobe Premiere Pro. Kama wewe ulikuwa ni bigina, natumai tulikuwa wote kuanzia sehemu ya kwanza mpaka sehemu ya mwisho na umejifunza vitu vingi sana. Usiache kulike kucomment, na kushare, na kama bado huja subscribe katika channel ya Movitech Academy, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele, kwa sababu kuna mafunzo mengi sana ambayo yatakuja hapo mbele. Tutaonana katika video za mafunzo mengine.